Mpendwa mtazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, moja ya mambo ambayo katika maisha huleta furaha au huzuni ni pamoja na michezo. Michezo huleta watu pamoja, huunganisha e, watu pamoja, huleta furaha, huleta msisimko, pia huleta hali ya afya katika mwili, na seminari ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala inakuletea bonanza kwa ajili ya kuwakaribisha mafrateri wa mwaka wa kwanza wa teolojia ambao wamejiunga na wanaanza masomo ya teolojia yani taalimungu katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala iliyoko katika jimbo kuu katoliki Tabora. Na mchezo wa mpira wa miguu ndio kiashiria cha kwamba wanapokelewa kama wanajumuia ambao wanaingia jumuiya ambayo ina mshikamano, upendo na moyo wa kazi pia kujenga afya. Refa wakati wa mchezo huu wa mpira miguu atakuwa ni Frateri Musa Mabruki toka Jimbo Kuu Katoliki Musoma chini Tanzania. Refa msaidizi namba moja Frateri Lui Ntwale mzaliwa Jimbo Katoliki Byumba chini Rwanda, na refa msaidizi namba mbili Frateri Afitusi Rwagoshola mzaliwa Jimbo Katoliki Kayanga chini Tanzania. Hawa ndio watakaofanya maamuzi katika mchezo huu kati ya mwaka wa kwanza wa teolojia na mafrateri wa mwaka wa pili, wa tatu na wa nne ambao wanaungana pamoja dhidi ya mwaka wa kwanza wa teolojia. Pia tunaungana moja kwa moja na frateri Cassian Ntanga ambaye yuko moja kwa moja uwanjani ambaye atatujulisha na kuwa na mojano na baadhi ya mafrateri ambao atatoa maoni kuhusu mchezo wanavyoona au tukio la kimchezo wakukaribisha mwaka wa kwanza karibu ungane nasi mpendwa mtazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV. Unaowaona hapa ni mafrateri kuanzia mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa nne. Kwa maana nyingine ni mashemasi watarajiwa, wamejitokeza kwa wingi kufuatilia kandanda hii, mechi ya leo ya ufunguzi kati ya mwaka wa kwanza na timu mzima ya shule. Kwa kweli sura zao zimejaa bashasha kama mnavyoweza kuwaona mwaka wa kwanza wakiwa na matumaini makubwa kwamba watashinda katika mechi ya leo. Lakini wazee wanasema ngoma ya mtoto haikeshi. Kwa namna yoyote anaweza kapoteza ili pambano kwa sababu wazee wamejipanga vizuri. Basi, wewe mtazamaji, unaendelea kufuatilia ili tang, ili kandanda, tunakuomba uendelee kuangalia vyema matangazo haya yanayokuja moja kwa moja tunayokurushia kutoka Kipalapala Seminari Online Tv. Karibu sana, uendelee kufuatilia pambano letu. Tumsifu Yesu Kristu frateri milele amina. Labda kwa kwanza, ningependa ujitambulishe kwa majina, unaitwa frateli nani na unatokea jimbo katoliki la wapi? Karibu. Kwa majina naitwa Viktus Wolfgang Shirima tokea jimbo kuu la Mwanza. Wewe binafsi, ukiwa kama mchezaji wa timu ambayo inapambana na mwaka wa kwanza. Je, unaweza kutueleza kwa kifupi, labda mmejiandaaje katika tukio hili au katika mechi ambayo inawakabili? Karibu. Sisi kama mwaka wa tunaoendelea na masomo, kwa kuwakaribisha wenzetu hawa mwaka wa kwanza, kwa kweli tumejipanga kushinda, tumejipanga kuwaonyesha kwamba bado tuna nguvu, japokuwa ndio mambo yanachangamka katika seminari yetu, lakini tuna taka tuwafunge magoli tuwaambia wenzetu karibuni katika seminari, lakini sisi bado tuko na nguvu na tutaweza kushinda leo katika mechi hii ya kuwakaribisha mwaka wa kwanza. Asante sana Fatu kwa majigambo, unataka kumaanisha ngoma mtoto aikeshi, lakini basi mpira, dakika 90, tutaona matokeo yake. Asante sana. Asante sana. Fatu. Fatu. Milele. Habari, Habari za za za jioni. jioni ni njema za kwako, aa na mshukuru Mungu tuko salama. Labda kwa majina Frateri, ungeweza kujitambulisha, naitwa Frateri nani na unatokea jimbo katoliki la wapi? Okay, kwa majina naitwa Frateri Piusi wa jimbo katoliki Kigoma. Kwa ujumla unalionaje tukio la leo? Karibu. Kweli kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa seminarini, seminari ya Kipalapala Tabora kwani ni mmeonesha upendo mkubwa sana kati yetu na kati ya jumuiya ya mama Kipalapala. Kwa hiyo tukio la leo ni jema kabisa na nzuri kabisa, na tunaomba mwendeleze, sio kwetu tu, hata kwa wengine watakao kuja nyuma yetu, tuzidi kuwakaribisha na mzidi kuonesha upendo huo. Okay, basi unaweza kuwashauri nini vijana wa nje ambao kwa kweli hawapendi michezo unaweza kuwaambia nini kuhusu michezo? Aa, michezo kwa kweli ni afya kiufupi mchezo ni afya mm. Na napenda kuwashauri vijana wenzangu tupende michezo ili tuzidi kuimarisha afya yetu. Je, yeah, una matumaini yoyote labda pengine mmeweza kushinda katika mechi ya leo nyinyi kama mwaka wa kwanza au unaona kuna hatari kubwa ya kupoteza katika mchezo huu? Ah, kwa kweli matumaini yetu ni kushinda gemu hili na ukiangalia wewe mwenyewe kiufupi na jinsi mchezo unavyoendelea tunaendelea vizuri, na tunaenda kushinda gemu hili, tunachukua pointi tatu. Labda kwa haraka haraka unaziona mwaka wa kwanza anaweza akachukua pointi tatu, na kwa uelekeo kosakosa nyingi zimeonekana upande wa pili, inawezekana mwaka wa kwanza akachukua mapema sana. Hizi nazo zinategemea endapo upande wa pili wale wenyeji wakijisahau, tuandike maumivu. Kwa majina ninaitwa Frater George Ndahani kutoka Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Asante sana frate. basi labda ningependa kuuliza maswali machache tu katika hii siku ya leo, especially katika swala zima au tukio zima ili la mchezo labda linaashiria nini katika kuwakaribisha hao mwaka wa kwanza? Kwa kweli tukio hili linaweza likaonekana ni tukio dogo, lakini lina maana kubwa sana. Hili linaashiria kuwakaribisha katika maisha ya jumuiya mpya. Tunajua ya kuwa ametoka seminari mbalimbali, philosophy, lakini sasa wanapoingia seminari hii ya Kipalapala teolojia tunawakaribisha katika jumuia, na hii ni alama wazi ya upendo, umoja, na mshikamano na ushirikiano, hasa katika maisha ya jumuia. Na ukiangalia misheni zetu tunaishi kama jumuia, na katika jumuia kuna mambo mengi, kuna mambo ya kukosana hapa na pale, lakini hayo yote yanaonyesha namna gani jumuia inatakiwa kuwepo. Tunapimana katika kuvumiliana Kwenye kucheza kuna kuumia, lakini tunakumbushwa kuwa mvumilivu. Pale unapoumia unatokiwa react vipi? Upokee vipi hapa? Kwa hiyo hapa ndio jumuiya halisi inakopatikana, kama zile jumuiya za mwanzo, jumuiya za kina Yuda, Petro na wengine. Yale maisha yalikuwa ni ya kujitegemea kukaa pamoja na kusaidiana kushirikiana, basi nasi tunawakaribisha kwa mtindo huu na makaribisho haya hayaishi tu uwanjani. Kuna upande mwingine tena, yanaendelea mbele zaidi, huko nako pia tunawakaribisha kwa namna nyingine, lakini lengo kubwa hasa ni kuimarisha umoja wetu katika jumuiya. Tunataka kuwafanya wajisikie sehemu ya jumuiya hii, tukijua ya kuwa mnapokuwa mtu mgeni katika jumuiya fulani, waende wakajitenga, wakaogopa kuonyesha ulicho nacho. Sasa huu ndio muda mzuri kuonyesha kipi unacho jumuiani. Kipi unaweza kuchangia katika jumuiya na ndio maana tumeamua kujumuika pamoja nao ili kuweza kuungana nao. Kwa kweli, unaweza usiwe mshabiki wa upande wote, bali ukawa mshabiki wa pande zote mbili. Lengo ni kuashiria umoja wetu na jumuiya ikizidi kukua, sio kushindana. Nafikiri hili litakuwa limekaa vizuri sana. Na mpendwa mtazamaji wa Kipalapala Seminari TV, dakika 45 za mchezo zimeweza kukamilika na hamna timu ambayo imeweza kuona lango la mwenzake. Dakika 45 za kipindi cha pili watajiamini wataaminiana kwa sababu kipindi cha kwanza mara nyingi kinakuwa ni kipindi cha kusomana ta kukimbia, kuna kwanaka kauzito fulani, lakini mwaka wa pili mwaka wa tatu wanajitahidi, lakini mipira ya kuonana bado ile uwezo, kwa sababu kuna clear chance ambazo zimetokea, wajazitumia last chance was the last of Kisuta, lakini hajaitumia vizuri, na ilikuwa ni chance nzuri, lakini kuna chance mbili ambazo wamezipoteza bwana. Tusikilize matangazo kutoka studio, tutarejea kipindi cha pili. Basi, mipango mbalimbali iliwekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila timu katika dakika hizi za kipindi cha pili, dakika 45 kwamba kila timu walau iweze kujipatia ushindi. Basi mafrateri wote wanarejea uwanjani kwa ajili ya kuendelea na kipindi cha pili ya dakika 45 za kipindi cha pili. <coughs> na mtanange umekamilika, yaani dakika tisini zimeweza kutamatika, ambapo mafrateri wa mwaka wa kwanza wa teolojia wameweza kuibuka na mabao sifuri, lakini mafrateri wa mwaka wa pili wa tatu na wanne ambao wameweza kuungana wameibuka na bao moja. Basi nao makocha na manahodha walikuwa na maoni mbalimbali kuhusu tamati ya mchezo huu. Majina yanaitwa frateri Isaac Nicolaus Zuguye, jimbo katoliki la Kigoma, alikuwa kocha wa timu ya mwaka wa kwanza. namshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo umeanza vizuri na umesha salama. Wachezaji wote wamemaliza mchezo wakiwa wame na afya njema. kuna ambaye alipata majeraha ambayo ambayo yangeweza kumfanya akatishe mchezo, lakini kwa namna ya pekee tunashukuru kwamba matukio yamekuwa hivyo kwa upande wetu, lakini tunajipanga kwa wakati mwingine tutafanya vizuri. Wachezaji wameonyesha kiwango kizuri na nawapongeza wachezaji wangu kwa kujituma. Mwenyezi Mungu akijalia. Mimi ni Fratelli Kennedy Njuno, anatoka Jimbo la Bukoba, ni mmoja wa kikosi cha mwaka wa kwanza akaribisha siku ya leo. Labda siku nyingine itakuwa bahati yetu. Tutaonyesha kile kwa majina naitwa Frateri Benedicto Simon Mwangulumba, kapteni msaidizi wa timu ya shule ya Kipalapala, chuo cha upadi Kipalapala. Basi leo ilikuwa ni siku nzuri, ambapo kama wana michezo tulikuwa tunawaalika ndugu zetu wa mwaka wa kwanza wa teolojia walio tufikia. Basi tulikuwa nao katika mchezo wa kirafiki, ulikuwa mchezo mzuri, mchezo wa kutoshana nguvu, mchezo wa techniques nyingi na mambo kama hayo. Basi imekuwa furaha kwetu kuibuka na ushindwa bao moja kama wenyeji wa seminari na wadogo zetu wa mwaka wa kwanza, basi hawakupata goli. Ilikuwa mchezo mzuri. Tunafurahi tumepata vijana wapya, wachezaji wapya wazuri ambao kama captain tunafurahi kwa sababu tunapata wachezaji, tunapata nguvu mpya katika timu ya shule. Na kwa uwepo wao tuna uhakika kwamba timu yetu ya shule itazidi kuimarika zaidi na zaidi na kikosi chetu kitaimarika. Tunatazamia mambo mema zaidi, mambo mazuri zaidi katika kikosi chetu basi, tunawashukuruni sana na karibuni tena na tena Kipalapala seminari, uwanja wetu wa nyumbani. Nikiripoti kutoka seminari ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala Tabora, mimi ni Frateri Cassian Erwin Tanga wa Jimbo Katoliki la Mtwara, baada ya mpira wa miguu, ambapo alifuata moja kwa moja sala za jumuiya pamoja na mlo wa pamoja wa jioni kwa ajili ya kuwakaribisha mwaka wa kwanza na hivyo sisi tunazidi kukuomba uendelee kufuatilia Kipalapala Semena Online TV kadiri ya matukio mbalimbali ambayo mba tunakujulisha. Karibu tunjike pamoja, tuwaombee mafrateri wetu.